Ni mapenzi ya Mungu usipatwe na mabaya. <laughs> Narudia, jambo la pili ni mapenzi ya Mungu usipatwe na mabaya. Ni mapenzi ya Mungu usipatwe na mabaya. Ni mapenzi ya Mungu biashara yako isipatwe na mabaya. Ni mapenzi ya Mungu ndoa yako isipatwe na mabaya. Ni mapenzi ya Mungu huduma yako isipatwe na mabaya. Ni mapenzi ya Mungu afya yako isipatwe na mabaya. Ni mapenzi ya Mungu elimu yako usipatwe na mabaya. Ni mapenzi ya Mungu usipatwe na mabaya. Kuna watu wanaweza wakapatwa na mabaya wakasema, ni Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Hapana, mapenzi ya Mungu sio wewe kupatwa na mabaya. Mapenzi ya Mungu ni wewe kupatwa na mema. Kwa hiyo kinachosababisha mabaya ya kupate ni ule ubaya <laughs> ambao wewe umeambatanishwa nao Umekaa kwenye ardhi ambayo imeshikamanishwa na ubaya, umekaa na grupu ambalo limeunganishwa na ubaya, umekaa na mashofti na marafiki ambao ubaya ni fungu lao, na kwa sababu hiyo ubaya, kwa sababu umekuzunguka, unapatwa na mabaya. Biblia inasema jitengeni na ubaya wa kila namna. Ni mapenzi ya mungu tusipatwe na mabaya, kama ni mapenzi ya mungu tusipatwe na mabaya biblia inasemaje juu ya jambo hilo zaburi ya 91 zaburi ya 91 zaburi ya 91 zaburi ya 91 biblia inasemaje biblia inasemaje zaburi ya 91 mstari wa kumi Zaburi ya tisini na moja mstari wa kumi, Biblia inasema hivi, watu wote, tusome Zaburi ya 91 mstari ule wa kumi. Moja, mbili, tatu, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Sasa nataka usome kujiambia wewe pale palipoandikwa wewe, sema mimi. Moja, mbili, tatu. Zaburi ya 91 msari wa kumi, inasemaje? Mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haitakaribia hema yangu. Mabaya hayatanipata mimi. <laughs> Kwa hiyo Biblia inasema mabaya Hayatakupata wewe. Kwa hiyo kumbe, ni mapenzi ya Mungu usipatwe na mabaya, ni mapenzi ya Mungu usipatwe na madeni, ni mapenzi ya Mungu usipatwe na magonjwa, ni mapenzi ya Mungu usifukuzwe kazi, ni mapenzi ya Mungu usishushwe cheo, ni mapenzi ya Mungu usiumwe ni mapenzi ya Mungu usikataliwe, ni mapenzi ya Mungu ndoa yako isivunjike. Hayo mabaya si mapenzi ya Mungu, lakini mapenzi ya Mungu yanasema mabaya hayatakupata wewe. Jesus. Jesus, mabaya hayatakupata wewe, mabaya hayatakupata wewe. Ni mapenzi ya Mungu usipatwe na mabaya. Na mabaya hayatakupata wewe. Hii ni muhimu sana kuifuatilia kwa sababu wakati mwingine Shetani anafanya kitu ambacho anahakikisha watu wanamsingizia Mungu. He. Shetani anaweza kufanya jambo kwa mtu na kwa sababu ya kuto kuwa na neno la Mungu la kutosha, Mungu anaambiwa ni yeye. Kwa mfano kipindi Ayubu amepatwa na mabaya, Ayubu alipatwa na mabaya, Ayubu aliwahi kusema neno moja, Ayubu alipopatwa na mabaya, Ayubu aliwahi kusema neno moja kwamba kwa sababu ya yale ambayo alimpata Ayubu akasema, ni Mungu ndiye ameyafanya, ni Mungu ndiye aliyatoa. Maandiko akasema Ayubu akasema, Bwana alitoa na Bwana alitoa jina la Bwana na libarikiwe. Hiyo ni Zaburi ya hiyo, ni Ayubu, Ayubu sura ya kwanza mstari ule wa wa ishirini na wa ishirini na moja Ayubu moja ishirini ishirini na moja. Unaona, Biblia inasema ndipo Ayubu akainuka akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia, akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu niliuchi, nami nilirudi tena huko uchi vilevile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Unaona, Ayubu anasema Bwana ametoa, lakini ukisoma Biblia aliyetoa Bwana alitoa lakini aliyetwaa hakuwa Bwana. Aliyetwaa alikuwa Shetani, ndiye ambaye alitwaa. Maandiko anasema, wakati Mungu anaongea na Ayubu akamwambia umemwona, wakati Mungu anaongea na Shetani akamwambia umemwona mtumishi wangu Ayubu. Shetani akaomba kibali akasema, huyu Ayubu yuamcha Bwana bure? kama hukumzingira pande zote umembariki kila mahali. Mungu akasema okay nimemweka mikononi mwako, mtende unavyotaka, ila roho yake usiiguse. Shetani akaondoka mbele za uso wa Bwana, ndivyo bibilia inavyosema. Alivyoondoka mbele za uso wa Bwana, alienda kudili na Ayubu. Alienda kufanyaje? Alienda moja, akaua watoto mbili, akaua kila kitu. Akaingia ndani ya Waseba, Waseba wakaja wakavamia wachungaji wa Ayubu wakawachinja na kuwaua na kuua na mifugo na kutwaa mali za Ayubu. Lakini ni Shetani, ni movement ya kuzimu. Hiyo movement ya Shetani ambayo anafanya kwa Ayubu, na Ayubu hakujua kwamba ni Shetani anafanya. Ndivyo Shetani anavyofanya hata leo, anataka ukipatwa na mabaya useme ni Mungu kwa sababu the moment utakapoona ni, ni, ni shetani anajua utamwatak utamu bak lakini unapoona ni Mungu unakubaliana na ubaya. Narudia tena, pale ambapo unajikuta umejua huyu ni shetani, shetani anajua utampinga, lakini ukiten, ukitokewa na mabaya yakikupata alafu akili yako ikakuambia ni, ni Mungu unaokubali ubaya, wakati biblia inasema jitengeni na ubaya wa kila namna. Haleluya, jitengeni na ubaya wa kila namna, na mi nataka nikuambia usiku wa leo ni wa ajabu.